Nasema tunataka watu wengi wapige kura kwa kusikiliza wananchi wanasema, sio umepewa hela ngapi na hela mnapewa. <laughs> mkikataa mtakuwa mnasema aasudan. <laughs> yes, sasa isiwazuii kutumia hela yenu, ni si kazi yangu kupanga mtu atumie hela ngapi lakini ukizidi sana tunakuacha <coughs> tunakukata, si hatukati hatukuteu. Maana wewe uhusiano wako na maadili ya sisi ni kama mbingu na nchi. Wewe ni hela tu ndizo unazofikiri, hata tukikupa hatuna haka kama utawatumikia hawo watu <coughs> ndi, au utatumikia, utafanya kazi ya kurudisha hela zao, maana ni biashara. We kwako ni biashara. Sisi kwetu ni huduma wewe kwako ni biashara. Sasa tuna uhakika wewe kweli. Wewe ukweli utatumika. Au utakuwa busy unapiga hesabu nilitumia bilioni tano sasa nitazipata. Wewe na bunge huendi utabaki kwenye machimbo ili zirudi. Na bunge tukiingia upewe certificate. Uonekane una bendera kwa kuna usemeshi. Nataka chama chetu kiwe chama cha watu. Wanatutukana hawa. Wanasema sisi chama hiki hakishindi bila polisi. Ndiyo, na sisi hatutaki chama cha polisi. Sisi hatuwezi kuwa chama cha polisi. Sisi ni chama cha mapinduzi. Sisi ni chama kilileta uhuru wa Tanganyika. Sisi ni chama kiliotokana na Afro iliyoleta mapinduzi ya Zanzibar. Ni vyama vya watu maskini walikuwa na changa senti wa msingi. Chama hiki lazima kiendelee kuwatetea watu wale. Hakiwezi kwa chama cha matajiri wachache, hakiwezi kukubali kwamba kiwe chama cha matajiri wachache. Hapana, kikiwa chama cha matajiri wachache, wananchi watatuacha, na wakituacha, hakipo. Nilikuwa nilikuwa pale leo hotelini, nawaeleza ndugu zangu ya historia ya TANU ya hapa Geita hawaijui, mi naijua. Nilikuwa kijana mdogo, nilikuwa TANU Youth League wakati hunu, wakoro. Wakoro wa kudai uhuru, Geita ilichachama katika kuwapinga wakoro, wakoloni walipiga marufuku Geita yote tano kwa sababu walisema watu wana akili zao zimeharibika, walipiga marufuku tano wakati wa kudai uhuru, kwa sababu vuguvugu la kudai hapakuwa na dhahabu pale, watu walikuwa, mimi nimekaa hapa kama katibu wa chama wa wilaya, katibu ya mtendaji nilikuwa nakusanya ada ada mpaka inajaa gunia, yaani sio sio mfuko, gunia. Na walipokuwa wanatoa zile hela, si watu matajiri kama walioko sasa. Kwa sasa hivi ukijaza gunia linafika nusu, mwana nusu wanaume <laughs> <laughs> vijana walemavu wanaona huduma ambayo inatolewa kwao na serikali ya Samia kwamba ni mtu anayejali maisha yao. Ndio maana imani hiyo inatufanya tumpeleke Samia kwa Watanzania, na mimi tunaamini atashinda tena kwa kura nyingi. Atashinda kwa kuwalipa hela, atashinda kwa sababu ya kazi aliyofanya, nini anayowafanyia